Wa Marekani Donald Trump anasema awamu ya kwanza ya mkataba wake wa amani wa Gaza kunamaanisha mateka wote wataachiliwa hivi karibuni. Kulingana na ofisa mkuu wa ikulu ya White House akizungumza na CBS News, mpango huo unakwenda kwa baraza la mawaziri la Israeli siku ya Alhamisi. Iwapo wataidhinisha rasmi mpango huo, Israeli lazima iondoe wanajeshi wake kutoka Gaza hadi kwenye mstari uliokubaliwa ambao ofisa huyo anasema huenda ukachukua chini ya saa 24. Mateka walioshikiliwa na Hamas huenda wataanza kuachiliwa kutoka Gaza siku ya Jumatatu. Ofisa mkuu wa ikulu ya White House anaeleza. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kuwa Umoja wa Mataifa utaunga mkono utekelezaji kamili wa makubaliano hayo pamoja na kuongeza utoaji wake wa misaada ya kibinadamu na kuendeleza juhudi zake za ujenzi mpya huko Gaza. Guterres pia anazitaka pande zote mbili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 wachungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.